14:13 Kutoka 14:13 Biblia inasema Musa hakawaambia watu, msiogope, simameni, mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo kwa maana hao wa Misri mnaowaona leo hamtawai waona tena. Musa akawambia watu msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia siku ya leo, kwa maana hao wa Misri mnaowaona leo hamtawai waona tena. Haya maandiko yananena kuhusu Musa akiwa na wana wa Israeli, na akiwa Israeli na akiwa na wana wa Israeli, walikuwa wamefika pale bahari ya Shamu, na wakiangalia nyuma walikuwa wanaona ipo wa askari, ampapo, walikuwa wanakuja, na Biblia inasema na Musa na wana wa Israeli wakaanza kunungunikiana wao kwa wao. Biblia inasema na Musa akamulilia Mungu, na katika kumulilia Mungu, Mungu akamwambia Musa, usiogope, ambia wana Waisraeli pia na wao wasiogope, wasimame imara. Ni kwa sababu gani? Nitawaonyesha wokovu wa kuwafikisha hapa katika bahari ya Shamu, watafika kule wakiwa salama salimini. Lakini ya maajabu, Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Musa, ambia wana Waisraeli Awa Wamisri, ambao mnaoona leo, ambao wanawafuatilia amtawai waona tena mpendo. Haijalishi ni Wamisri wina gani ambao wanakufuatilia katika maisha yako, haijalishi ni wachawi, ni waganga, haijalishi ni Illuminati mumani devil worshiper inayopigana na maisha yako, haijalishi ni magonjwa, haijalishi ni ndoa yako ambayo imekuwa ndoano. Hiyo ndoa imekuwa ndoano, lazima Mungu akifanyi kuwa ndoa ya furaha na amani. Just trust in God and stand still. Naye Mungu atakuwa pamoja nawe. Barikiwa sana.